Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhsaahabarakanam wa wa wa sheikh, karibu. Asante sana. Naam, ndugu watazamaji, karibuni katika Masjid Taqwa TV. Tupo na mgeni wetu Ustadh Nuh Ibrahim, mudiri wa markazi ya Darul Maarifa Makambako. Leo tutaangazia mambo mbalimbali yanayohusiana na markazi hii na tutaifahamu historia fupi kutoka kwa shekhe wetu na ustazi wetu ama mudiri wa chuo hiki. Naam, shekhe karibu. Naam. tena mara ya pili. Inshaallah. Naam. Kwa uchache kuna mambo ambayo tutayahitaji kuyajua kutoka kwako. Jambo la kwanza ni asili ya markazi hii Madrasatu Darul Maarifa, vipi ilianza katika mji wetu wa Makambako. Naam. As salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillahi wabadu. E, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu wa subhanahu wa ta'ala rehema wa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutuafikisha, kuweza kukutana wa katika wakati na muda kama huu na siku kama hii e, kwa swali ama namna ulivyoweza kutaka kuweza kujifunza namna gani tumeweza kuweza kuanza markazi hii alhamdulilahi, markazi hii alhamdulillahi ilianza tangu mnamo mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na moja ndo tulianza mm. namna tulivyoanza kitaufiki ya Mwenyezi Mungu, tulianza tu kama walimu wa kawaida na wala tulikuwa si lolote wala chochote katika hali ya kufundisha lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mpaka hapa saa hizi tulipofikia, ni kudura za Mwenyezi Mungu. Pana mambo makubwa ambayo kwamba yanaendelea na mambo makubwa ambayo kwamba yameweza kujitokeza. Kwa hiyo tulianza mnamo tangu mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na moja tulishaanza kukolea kabisa katika hali ya kuweza kuanzisha kituo hichi e, kwa kukiendeleza baada ya kuwa alikiacha mwasisi wetu mpendo wetu shekhe letu almarhum shekhe E, Mashaka Amiri Kinyaga palitokea historia ndefu nyuma yake mpaka tukaweza kuendelea pamoja nasi. Naam. Naam. Na vipi? Yaani tunafahamu Ustadh Nuh ni mwalimu wa kawaida kama ambavyo umezungumza na historia inaonyesha ulipokea kijiti hicho kutoka kwa maruhumu Sheikh Mashaka Amiri Kinyaga ambaye baada ya yeye kufariki baraza la mashekhe la kata likakaa likapendekeza majina mengi ya walimu lakini wakakuona wewe sisi tunataka kujua hii Darul Maarifa, tunafahamu asili yake ni agizo la mufti, lilitoka sasa mufti. E, vipi hapa katikati? Alhamdulillah, Darul Maarifa na mimi katika hali ya kuweza kuunganika, ni kweli agizo hili lilitoka kwa mufti likateremka kwa viongozi wote wa chini, kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na kata mpaka misikiti, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, baada ya kuwa nilifika ni katika kituo hiki e, kwa kupitishwa na maulama wetu, ilifika hatua nikawa nimeweza kukutana na alhabibu shekhe letu shekhe wa e, wilaya Shekhe Shabani mkidali dinga dingadinga, hmm. na kuweza kuwa naye, ana historia ndefu kuhusiana na kunipata mimi, lakini yeye aliniomba na akawa ameweza kujaalia kuonelea lile agizo lake ambalo kwamba alikuwa amelipata kutoka kwa mufti, basi moja kwa moja tuanze kulitekeleza katika sehemu hii, na mimi nilimuunga mkono, nikawa nimemwafiki, tukasema basi twende pamoja, ili iwe ni sababu ya kuweza kuirufaisha makambako yetu inshaallah na Njombe kwa ujumla inshaallah. Kwa, kwa ufupi, namna mlivyokutana Darul Maarifa na Darul Maarifa na Ustadh Nuh, mmekutana katika hali hiyo, ulikuja kama mwalimu wa kawaida lakini baadaye lilivyokuja wazo la Maarifa kwa maana yagize kutoka kwa mufti hasatan ndo mkawa, me, ndo mkawa naam. Safi kabisa. Je, mlianzajeanzaje pale mwanzo? mlianza jianza, muanzo, Anza katika hii. Alhamdulillah, suala la kuanza tulianza kiukweli, wa mambo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu wamatashauna ila ayasha allahu rabbul alamin. hmm. jambo lolote mwanadamu hatuweza kulitaka isipokuwa mpaka lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ndo anaweza akawa ameliafikisha kwa mja huyo. Sisi katika kuanza kwetu, kiukweli mambo tulianza kihali dhaifu, lakini tumekuwa tulianza na mwanafunzi mmoja, kijana mmoja. Baada ya kuwa tulikuwa na vijana wetu wakazi wa mji wale wa mashuleni tuliwafundisha. mm -hmm. na kwa kadiri ya Mwenyezi Mungu alivyojaalia tulienda nao sana, lakini wageni kwanza kuingia kuja kusoma katika mji huu, tulianza na kijana kutoka katika wilaya ya Makete kama sitakosea huko kutoka Makete alikuja kijana mmoja wa ustadhi wetu anaitwa Ustadhi Adam, yuko kule, alipenda kuja kusomesha kijana wake, anaitwa Jawadu ibn Adam, Jawadu, Jawadu. Alhamdulillah, alikuwa ni kijana anapenda kusoma, tulikaa naye takriban ni miaka kama sio mitatu mpaka minne. Yeye hmm. ndo wa kwanza kufungua hali hii, lakini tulimpokea tukiwa na alhabibu Sheikh Kibari hmm. au hamisi eh, Kibari, tunaweza tukamuita kama hivyo, lakini ni shekhe letu pia naye pia ana historia ndefu, kila yeyote nikimgusa naona na historia ndefu lakini, huyo Jawadu ndo mwanafunzi kutufunguliwa kwanza kutoka Makete, tulikaa naye hapa na baadaye kuanza kufunguka kutoka sehemu tofauti tofauti wanafunzi kuja katika mji wetu, na mpaka sasa hivi alhamdulillah, tunaendelea nao. na wanafunzi wangapi mpaka sasa? wanafunzi mpaka sasa hivi tulikuwa na, sio tulikuwa, mpaka sasa hivi tuna wanafunzi 40, kwa sababu wengine wameomba udhuru kwa ajili ya msimu huu, wazazi wameomba kwa ajili ya kwenda kuwasaidiza maeneo mm, ma ya kulima kidogo, alhasil na shughuli za hapa na pale, lakini wengine kuomba rusa kwa ajili ya shida zile za hapa na pale, lakini wanafunzi tulionao wako takriban 40, na tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kutufungulia zaidi. ni masomo gani ambayo mnayafundisha katika markazi hii? Alhabibi masomo tunayofundisha kwenye markazi hii kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni namna ambavyo kwamba tulivyoweza kurithishwa katika silisila hii ya tarikatu Baalawi, ya kwamba masomo tunayofundisha hasa masomo yakiwa masomo mama Alqurani lkarim, kuna hadithi, kuna upande wa fiqhi zote kuanzia eh, juzul awali kama ni mubadul fiqhi mpaka kufika Minhaji Talibina E, ikiwa ni katika upande wa fiqh, lakini pia tuna tosofi, tuna mambo ya sira, tuna masomo yale makubwa, ziko kina balagha, lakini usuli, lakini ukiingia kwenye usuli fiqh, lakini mustalah alhadithi, faraid pia zipo masomo haya. Ni masomo ambayo kwamba tunatamania sana tuweze kuwarithisha vijana na yaweze kukolea katika mji wetu, naamini patakuwa na baraka kubwa, hasa masomo tunayofundisha yako ya mfumo wa namna hiyo. Darul Maarifa kwa mujibu wa Mufti alivyozungumza Yes, isomwe dini lakini pia e, watoto wasome stadi za maisha. Hili hapa kwenu limekaa, alhamdulillah. Hilo ni kama jinsi ilivyo sumia li ilmu ansema ilma au alima hmm. Imeitwa elimu kuwa ni ujuzi, hatujaishia tu katika hali ya kumfundisha mwanafunzi masomo hiyo ahayo, alafu iwe basi hmm. Tumejikita pia na tunatamania sana kama Mungu atatuafikisha suwe na fani tofauti tofauti katika hali ya kwenda kuwajuza hasa vijana ikiwemo e, swala la kilimo. Ni swala ambalo kwamba e, ni zuri au ni swala mama, kwa sababu Mtume alaihi wasallam anasema yeyote apekee kuwa amejaaliwa ardhi na tajiri basi huyo tena hamna lolote huyo, na baki ya maneno mengine aliozungumza Mtume. Kwa hiyo swala la kilimo ni, ni stadi kubwa tunayetegemea lakini tunatamania tuwe na ufugaji tofauti tofauti, lakini na ufundi wa aina tofauti tofauti, na tunatamani hawa ni vijana wa kiume, vijana wa kike, pale Mwenyezi Mungu atakapotufungulia mashehe zetu, wakituwekea miundombinu iliyoko sahihi na miundombinu rafiki, wanatia sana mwaliko wa kuja kusoma. Kwa hiyo tukisha waweza kuwapokea nao, watakuwa na mambo yao makubwa makubwa. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, amen. Darul Maarifa ina mchango gani kwenye upande wa malezi maadili na kwa jamii kwa ujumla yani, markazi hii katika vipande hivyo kwa maana ya malezi maadili pamoja na mchango moja kwa moja katika jamii, hili limekaaje hapa kwenu? Alhamdulillah, hili tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia limekaa uzuri. Mchango uliopo kwa malezi, vijana tunawalea, kwa sababu tunaamini hatupokei watu waliosoma tu peke yao, bali hata wale ambao kwamba hawakusoma. Kwa hiyo mtu atakapokuja kusoma, kusoma tutamfundisha namna alivyokuwa kama alivyosema Mama Aisha radhiallahu anha, aliwahi kuulizwa e, kaifa kana khuluquhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa vipi tabia yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaambizwa tabia yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu alquran, tabia yake ilikuwa ni Quran. Kama jinsi ambavyo maneno ya Allah yalivyo na maana zake zilizoko ndani, ndivyo ilivyokuwa tabia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi na sisi moja kwa moja tunajikita kwenda kuifasiri Qurani kuwawekea zile akhlaki zilizomo kule hadithi, namna zilivyoeleza tabia za mtume zilivyokuwepo. Basi yeah, na sisi yeah. Ndo tunaenda kuwawekea kama jinsi ilivyo. Lakini kwa jamii, alhamdulillah tunatoka katika hali ya kushirikiana na jamii na jamii yenyewe inashirikiana pamoja na sisi li mambo. Mimi naona jamii kama imetupokea vizuri, na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aweze eh, kuwapa yaliyo mema kabisa katika dunia hii na kesho akhera. Malengo ya Darul Maarifa Makambako hii ni yapi kwa sasa na baadaye? Malengo ya Darul Maarifa kwa wakati wa sasa na baadaye, hasa kwanza ni kujikuza, lakini pia kuweza e, ku, kuonelea itoe mchango mkubwa katika jamii, lakini pia kwa vijana na hata wale ambao kwamba sio vijana, kwa marika yote iwe na mchango mkubwa ili lengo na makusudio hiyo imefasiri yale ambayo kwamba ni maazimio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes. Na kwa sisi kwa wakati huu hapa tupo kama ni sehemu ambayo kwamba ni sehemu mama, lakini pakipatikana sehemu iliyokuwa kubwa zaidi ya hapa tutajitanua na katika hali kwenda kulifanya jambo hili kiukubwa kubwa zaidi na zaidi, lakini hapa tulipo hasa ni sehemu mama ambayo kwamba tunaendelea kuienzi na kuifanya iwe na kunawirika zaidi, lakini hasa mapana ma yake tunatamania tuendelee kutafuta maeneo makubwa makubwa ili tuweze kwenda kujikita huko zaidi na zaidi Darul Maarifa Makambako Naam. mna changamoto zipi hasa upande wa wanafunzi lakini B tutakuja kuangalia madrasa kwa ujumla wake lakini wanafunzi mnapitia changamoto ya aina gani changamoto tulionayo kwa wanafunzi ni ile hali ya wanafunzi wanayokuja alhamdulillah wanafunzi wanakuja lakini namna wanavyokuja Mwenyezi Mungu amejaalia wale wasimamizi wao ni watu ambao kwamba wanakuwa wana hali za kawaida. Uhum. Na hilo sio kwamba ni wao ndio wamesema, ndivyo walivyosema hata wanawazuoni wakubwa hivi, aina abnaul muluki fi hadhil ladati, hakuna watoto wa falme ambao kwamba au watoto wa watu wakubwa wakubwa wanaweza kukaa katika hali wanazokaa wanafunzi kama hao tulionao. Kwa sababu gani? wanapitia wakati mwingine wakati mgumu, hasa fikiria kama swala la chakula, malazi, wengine mpaka mavazi, na kuwa ni changamoto kwa hiyo wakati mwingine nalazimika kumuona angalau, yule unaweza ukaona huyu moyo wake unaweza kuwa katika hali kama hivi, ukamwelezea changamoto ya mwanafunzi kama hivi, akaweza kumsaidiza kwa namna moja. Ndivyo tunavyokwenda nao, lakini pamoja na changamoto hizo hatujao hatu ni wenye kurudi nyuma bali tunasema insha Allah iko siku Mwenyezi Mungu atatufungulia na atawafungulia Mwenyezi Mungu waja wake ambao kwamba watakiliona hili ni laheri zaidi na wakawa ni wenye kuweza kutupushi katika maeneo kama haya. Tunasema kuna vyakula lakini kuna malazi, alhasili kuna mavazi. Wengine wanakuwa na changamoto, wengine mpaka hata namna kujikimu kifikiri. Kuna wakati mwingine mpaka kuna mwanafunzi isha kusema mimi kama nashindwa hata kununua tangawize shilingi mia mbili, mimi hapa naona ustadhi, naomba kama nisha nikamwambia, hapana, mimi nitakuwa natoa thamani yangu ya pesa katika sehemu, nitakupa kila mwisho wa mwezi, ili ilinakuweza kujikimu, kwa sababu niangalie ni kijana mkubwa, na kwa sababu kama anatamani kusoma lakini mazingira yake ni magumu, wale wanayemsimamia bado ni bovu. Hali hii tumefahamu kwa wanafunzi, kwa muhtasari, kama nimekunukuu vizuri, kwa maana umekusudia changamoto kwa upande wa wanafunzi ni kuto kuweza kujikimu hasa mambo yanayohusu wao maradhi e, chakula Taibu. pamoja na mavazi kwa ujumla Laili. haya haya tumeyafahamu vipi kuhusiana na madrasa kwa ujumla jikoni wanakopika wanakolala hili limekaa kiukweli wa mambo huko unapopana changamoto ni kubwa kubwa lakini hmm. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pale tunapokwenda ndipo tunapokwenda okay. Lakini upande wa malazi pana mapungufu ya vitanda kama magodoro okay. vitanda kwa uwastani wake, lakini sio tumekamilika, bado panahitajika, lakini magodoro, mablangeti wakati mwingine. Lakini sehemu anamopikia kule baitul matbahi, bado hijakaa vizuri sehemu ya jikoni okay. Lakini pia e, ukiangalia na miundo mbinu yake maeneo yale ya majengo ambayo tunamokaa kule bado sio rafiki. Kwa hiyo lau Allah anajaalia wale Mwenyezi Mungu aliowafungulia katika arzaki, wakawa wanaona kheri kama hizo ni sehemu za kuwekeza, inshallah. Naam. Baada ya kufahamu changamoto hizi na mambo hayo, wadau katika jamii wanamchango gani katika madrasa hii? Wadau wapo wanayepupia kwa wale ambao kwamba tayari umeshafunguliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Hmm. Wako wanayejitoa na kuona hata chungu, yaani mtu anaona mimi lau ningelikuwa vipi, basi mimi ningefanya kadha kadha. Kwa hiyo wadau wako wanajitolea, lakini kuna wengine mpaka hata wanafikia hatua mtu anaanza kupika chakula chake kutoka huko anakileta kwa sababu ya kuja kuwakirimu vijana. Ni sehemu kubwa. Kwa hiyo kuna wadau, mtu unaona kabisa anaumia, lakini ni ile hali tu, hajafikia pale. Mwenyezi Mungu wakati mwingine angemfungulia zaidi, angefanya makubwa zaidi. Tunaendelea kuombea Mwenyezi Mungu pia aendelee kuwafungulia zaidi. Hiyo ni sababu ya kuendelea kuchuma heri hizi. Nini unawaambia Waislam na wadau hawa wa maendeleo? Mimi Waislamu na wadau hawa wa maendeleo, na nachowaambia, naomba, nawaomba Mwenyezi Mungu, kama anakuonyesheni haya, embu yapupieni, kwa sababu sehemu hizi ndio sehemu za kuwekeza. So sehemu hizi labda masjidi taku, hapana, sehemu ya kuwekeza ni sehemu katika elimu, kwa sababu hakuna jambo lolote litakalofanyika katika uso huu wa dunia isipokuwa linafanyika ikiwa juu yake kuna kivuli cha elimu kwa hiyo bila elimu hakuna chochote kinachosimama. Tumombe Mwenyezi Mungu aweze kutufungulia na aweze kuwaonyeshea inshallah. Kwa hiyo nawaomba wadau wote ambao kwamba wanaeyapata haya wanayoyaona haya waweze kuweza kuyapupia haya, kuwekeza katika swala la elimu, hasa elimu ya dini. Mi bado nitakuambieni hivyo inshallah. Tunakushukuru sana kwa wakati huu, tumekuwa sote pamoja amin. Kabla hatujafunga mahojiano yetu haya mm, na kwa dua kwaombea wale ambao tayari wametangulia kuliwezesha jambo hili Amin. Na wale ambao wataendelea katika mwendelezo wa kulifadhilisha jambo hili, kwani amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalam, imenyanyuliwa elimu na wale wanaosoma elimu pamoja na wanaowawezesha wanaosoma elimu hiyo. Sasa kabla tujafikia huko, naona tupo na kijana, hujatuambia ni nani? Huyu ni kijana wetu au ni kijana wangu anaitwa, mm -hmm, Sahil ni kijana ambao kwamba tumempatia maeneo haya haya, tumemzalia katika mji huu huu katika sehemu hii ya Masjid Taqwa. Alhamdulillah, tuponao hapa ni vijana wetu inshaallah mashaallah. Naam, ndugu zangu watazamaji wa Masjid Taqwa TV, kabla hatujafika mwisho shekhe wetu atatuombea dua kama ambavyo tumezungumza awali, lakini kwa ufahamu zaidi Darul Maarifa inapatikana Makambako kata ya Mwembetogwa mtaa huu wa Lumumba. Kwa mawasiliano zaidi, tutaweka hapo chini, unaweza ukatupigia simu, unaweza ukaja ukatutembelea ukafahamu kwa kina jambo hili limekaa kwa namna gani, ili tuweze kushirikiana katika kheri hizi inshallah. kwa uchache shehe wangu naomba tuombe dua ili tuweze kulifunga jambo letu inshallah.